Biblia inatufundisha kuwa kila kitu kina wakati wake na kila jambo chini ya mbingu kuna wakati wake. Unahisi kama maisha yako yameshindikana? Kumbuka, muda wa Mungu ni kamili na Mungu hachelewi kamwe. Anaendelea kufanya kazi nyuma ya pazia kwa ajili yako. Kama mti mrefu zaidi ulioanza kama mbegu ndogo, ukuaji wako unahitaji subira. Usikimbilie mchakato. Mungu. Mungu anaendelea kukuandaa kwa baraka zinazokuja mbele yako. Kila kilio, kila kipindi cha kusubiri, kila mlango uliofungwa ni sehemu ya mpango kamili wa Mungu. Amini kwamba Mungu anaendelea kufanya kazi katika maisha yako hata kama huoni. Methali tatu sehemu moja inasema, Kila kitu kina wakati wake na kila jambo chini ya mbingu kuna wakati wake. Huna haja ya kuelewa kila kwa nini au lini. Amini mpango wa Mungu, kwani mpango wake ni bora zaidi kuliko wako wako. Wakati unaofaa utakuja. Kila kitu kitatimia. Maumivu yatageuka kuwa nguvu, kusubiri kutageuka kuwa furaha, na ushuhuda wako utakuwa wa kuhamasisha wengine. Ikiwa unaamini katika muda wa Mungu, andika katika maoni, muda wa Mungu ni kamili, na shiriki ujumbe huu kumtia moyo mtu leo.